Staafu Uhuru Kenyatta kwa matamshi ya kudhalilishwa na baadhi ya viongozi wakuu wa ODM, akisisitiza kuwa matamshi kama yale yalijitokeza tu wakati ambao walifichua mkutano uliofanyika wa kunadi chama cha ODM kwa Rais William Ruto. Wakati huo Naibu kinara wa ODM Godfrey Osotsi ameweka wazi kuwa watu, katu hataondoka katika chama cha ODM na hamna atakayewaondoa. Political parties must be protected in this country. Including my own party, ODM. Yeah. In including my own party, ODM. Simona ona ili naendelea? Simona ona ili naendelea? Yeah. Me, I want to say that sisi, me and Sifuna, we are in ODM to stay na hakuna mtu atakuja hapo kusema atatuondoa. Wakileta vita, tunawapatia vita. Wacha nikuambie Junet Mohamed, wewe mahali unatoka iko kura kidogo, sisi tuko na kura mingi kuliko wewe. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, nataka kwa niaba ya chama cha ODM, ni nikuombe msamaha kwa matusi ambayo unaelekezewa na baadhi ya viongozi wa ODM ambao wamesahau kazi ambayo ulifanya kumsaidia baba awe rais, kwa sababu tuliwamulika wanaenda mikutano ya siri kule Kilgoris kuuza chama kwa Mheshimiwa William Ruto. Kwa sababu tuliwamulika wanajaribu kunadi chama cha ODM kwa Ruto wanakuja wanatuambia sasa ati pia sisi tunataka kukuuzia chama. Mimi mmeniona wapi na Uhuru tukidance kwa podium vile watu wanadance na Ruto? Kila siku tunakutana na wewe saa ngapi kuzungumza haya maneno? Lakini nitaheshimu maoni ya mwingine kama vile nitahitaji mwingine aheshimu ya maoni yangu, wakati mimi nasema it is high time tuweze kuongea tusiwe na ile mambo ya come we stay, tujue jinsi tutakavyoweza kuingia katika serikali mwaka elfu mbili ishirini na saba na wewe pia niambie maoni yako ni yapi, niko radhi, nitasikia maoni yote isipokuwa maoni ya kuniambia nikae meza moja na wale ambao kwamba waloniita mimi Sio uh, shareholder mimi, sifai mimi niko katika hali nyingine, wabaliwe hawafai kwa sababu walikuwa hawako katika mambo ya share, share ya huyu ni zaidi kuliko share nyingine. Nitaongea na yoyote isipokuwa kukaa na kuongea na yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kutugawanya.